Ino riboti ti riboti njega ngukorwo ngimuhe we mwiroreri wa Njane TV na we fan, wa mundu ugwitwo Triza Mamake Muraya. Thiku nini tu kuma Triza ambiririe muturire wake weru na gukorwo akiingira thiini wa nenda cia ukinyaniria muno guku Facebook ona ningi ni arakoretwo akiingira kuria mwena wa Instagram na ningi ni akiri na akaunti ingi mwena wa TikTok. No riu uh,

wa AC e, si Korea mwena ini wa Facebook na arakorwo akiuga at page ya mama ke muraya ni kire na mathina maingi maingi no muthikiro ko agikorwo akiuga at page ino ni thiete na matira kimiona na matira hota ku access ni gukuririkania thikoni ni thiru ni ni marakoretwo makiuga at page ya mama ke muraya ni rakorwo ikireportwo na ugakirigwo hihi ni kiki Peji ino ya mamake muraya na ndigikiri na maundu moru kana maundu ma urathoni maragikorwo magepostwo thiini wa peji iyo. Na riu ni ngukorwo ngirekereria ndumiriri cia ma fans kana messages cia ma fans kuri mundu ugugitwo Tricia Mamake Muraya. Ona ningi ngugikorwo ngikimuonia ona uria maragithii na mbere na guposti maundu megii peji ino ya Mamake Muraya. Ngukuririkanie ati ni aragikoretwo agikiri na followers aingi makiria ma followers ngiri ana meri na tugakiuria atiriri tondu a Aa, ni kana no ekuhota gugithie nambere na kuritithania na kambuni irakimuheta iria iraki mu kuona araki kambuni icio thiini wa Page yake ya Facebook antoka kihoya ati aria marakoro makiagagia mudu gwetwa Treza ni megugitigana nake nigetha ahote gukiruta wira na ahote gukirugamirira muturireini wake ado ni maragikoro makiuria mudu gwetwa Treza akihigure backup account na nigetha hederi account yake maini ya gikorwo igithie agikorwo akire na account yegi agikorwo agithie na mbere na kuruta wira nayo goririkanie na niaragikoretwo akiheo mawira ni brands nyingi muno na nituragikoretwo tukiona kio giake ona ningi kuria rwimbo ruria rwake akiriga kurekereria ni ruragithiite wega muno na rugagikinyia views mirioni imwe na kiumia kana na iciumia igiri nengo guthomera messages imwe iria mafansake makoretwo makimu maki magituma kuri mundu gwitwo Triza mamake Muraya uh, uh, uh, na hoya ati feji yake nengo gichokio na mbere ndaya akorwo kana mbere agikorwo agikira kindu gwitwo backup account tũkwambĩrĩria na ĩno ya Charity Kimondo ũrĩa urakiuga ile wivu ina circulate wacha tu i have seen a fellow woman akikosoa billboard gogeciria billboard ino arakerereria nimwe uh, nimwe aragikirirwo ni kabuni arakirutithania nayo owera so die kuri ya bugwa kuri ya rauga uh, reuma to gukurira ku angikoro angikorwo wokiria kamutwe hanini ni thina kuri amwe Ukiarahuka kuri matarona toro makiurania ugathira atia. Riu uyu mwamuria ki, ucio ni mundu ugugitwo Mbugua akiri kuria nenda-ini cia Facebook akiuria andu niki kiragituma maiguanire wiiru tukathii kwa jao wa Qatar official akiuga advice ha not to give anyone access akue ni yeye peke yake ana control mind lost hivo tuo juu ya kuweka ku, watu as moderator tuthii kwe washuka gashohe ororo ugafungue backup sasa his ex needs to heal Oyo nake ni AC wa wili official na niwe tata AC orio koreto. a orio koretwo akenyitirira mundu ugwitwo Triza mamake muraya niwo rage korirwo na akauga ati hii account ya Triza ni kama mume yamulia kabisa mulia kabisa hata ukisearch haiko this is too much na agagicoka agakiguthithia kanua

it's her account unfortunately she wasn't online so ikaanguka her team is trying the much they can to retrieve it yaani watu mko na blue ticks bado mnatumiwa kuwa, kana, ama mnatumiwa kuangusha wengine and you have done it thrice soon tutawajua na tutawaanika and in case ikose kurudi another page will be created and we will do whatever it takes to get her higher than she was in fact we will verify it tu eyo ni miario ya mundu gugitwo githaiga wa chai na niwe okay, na ni umwe wa aria magikoretu make makenyitirira koreto make nyitirira mundu gwitu treza mamake muraya na jira nne nene muno. oho githaiga ni agichokire agiposti akiuga gaka ni gaitu na uririkane ririkane mundu ugwitwo Githaiga ona hindi iria Trizah ona maragithiite wira kuria Mombatha ni aragithiite na makingira live na agikorwo agi promise mundu ugwitwo Trizah ati egutura amu supportete kana egutura amunyitiriire nginya hindi iria akona uh, ni erugamia

murata wa Triza na mudugwito esi wa wili Esta Baumbach na akiyumiririe na agitetera tata wa tata tata na auga achaneni na si wa wili, ile kazi amefanyia Treza, kama, kama nyinyi mngekuwa mshachoka. We said women, for women. But here we are still trying to bring each other down. Mnataka ac akwazike awachilie ti, then what? Mtamchukua mtamsaidia? You all need to back off juu hatu kuwaona wakati huyo, huyo mtoto alikuwa anakula shida. Stop na. This is me being a messenger ona thengia ya maundu mau mothe kugerera Facebook akauntini ya mundu gugitwo AC wa wiri mundu gugitwo Treza mamake Muraya ni atangathite ati ni agagikorwo na igongo na ria kurugoria rwimbo rwake ruria rugugitwo korwo duokire ni rwimbo akoretwa kiurio ni mafans ake akorwo akirugoria na nigetha magoka gukimunyitirira na igongo na riri ni gagikorwo mwena wa Blue Springs Hotel htel uh, hall ya Arena Hall uh, tariki mirongo ere na mwaja April mweri uyo ukite tariki 27 of April na gugakorwo kwi muthenya wa Sunday No ngugithie na mbere ngifuatagirira rugano ruru rwa mundu gwitwa Treza na ngage kurehera uri ya maudu a maundu maragithie makihana ngage kuririkania te thini wa channel ino ya Njane TV ukorwo ugi subscribe na nige getha ndarekereria rugano kana video yothe ugagikoragwo ukiri wa mbere gukimya mukira nie njitagwo njane nginyagia hinde wege bye, bye.